Mavazi bora ya photoshooting. Najua wengi tunapiga picha za photoshooting au tunaweza tukasema picha za mnato, ni zile picha ambazo zinapigwa zinakuwa ni nzuri na za kupendeza, aidha zinapigwa studio au zinaweza zikapigwa katika hafla fulani, mfano hafla ya birthday sherehe za zile za kusaliwa au unakuta ni arobaini za mtoto, mtoto anatolewa arobaini, na wengine wanakuambia, bwana, mimi nataka hii picha yangu uweze kuiweka katika frame kwa ajili ya kumbukumbu. Kwa hiyo kila mtu anaweza akafanya hicho kitu kwa ajili tu ya kumbukumbu kwamba niliweza kufanya kitu hiki, nikafanya kitu hiki na shughuli yangu ikawa nzuri. Kwa hiyo picha hii mimi nimeipenda, nataka iwe katika frame. Swali linakuja li, ile nguo ambayo wewe unaivaa inaendana na uhalisia wa lile tukio ambalo linafanyika? Karibuni sana kwenye channel yetu pendwa ya TZ Fashion channel ambayo tuna deal na kuonyesha mishono mizuri ya kisasa inayotoka na kupendwa sana lakini pia kuweza kupata nafasi ya wewe kuweza kujifunza mambo mengi sana ya kuhusu fashion, kwa sababu natumaini kwamba tunapenda sana mishono, tunapenda sana kuvaa kupendeza, lakini tunataka tujue zaidi kuhusu mitindo. Mitindo gani ambayo unaweza kuivaa, mitindo gani ambayo unatoka, sio kila siku basi mtu unavaa kijora, unatakiwa kubadilika. Leo umevaa gauni la kitenge, kesho umevaa gauni la kitambaa kesho umevaa gauni la mkono wa wazi kesho kutwa umevaa mgongo wazi kwa hiyo unakuwa unabadilika badilika sio kila siku mtu unakuwa unavaa aina moja ya gauni lakini pia kwa wale ambao wanahitaji kutangaza na sisi kutangaziwa biashara zao karibuni sana tutangazia biashara zenu kwenye namba 0685 114094 unaweza kutuandikia message na tukakujibu katika WhatsApp ama katika message ya kawaida karibuni sana gharama zetu ni nafuu sana ni nafusana, kwa shilingi elfu tano tu. Na siku ya leo tutaweza kuelezea picha za mnato pamoja na uhalisia wa ile tukio. Hata kama mtu anapokuwa anaangalia picha yako, anaona kabisa kama hii inaendana na uhalisia wa sehemu ambayo picha imepigwa, hata kama umepiga studio, lakini inaendana na sehemu ambapo hii tukio limeweza kufanyika. Mfano tunaelezea kwenye birthday birthday, tunajua vitu gani ambavyo vinatakiwa, vinatakiwa crown, vinatakiwa keki, vinatakiwa maputo. Kwa hiyo hivyo vyote unapokuwa unaweka vile vyote, vinaonekana ni uhalisia wa kile kitu ambacho wewe umeweza kukipiga. Kwa hiyo kama wewe unataka kwenda kupiga photoshooting, sio lazima photoshooting aweze kukuambia bwana sisi tunahitaji hiki tunahitaji hiki tunahitaji hiki. Ili uendane na uhalisia, unatakiwa wewe mwenyewe uweze kujiongeza ili uendane na uhalisia. Na nguo pia ya kuvaa unatakiwa kujua, unavaa katika birthday unavaa nguo gani? Na sehemu ya kwanza ambayo tutaweza kuielezea ni vazi zima la vacation, na then tutaenda kwenye mavazi ya mabaibui, yanavaliwa sehemu gani, ni mavazi ya Kiislamu. Tutakapoenda kuielezea nyingine namba tatu ambayo tutaweza kuelezea mavazi ya ofisini, lakini mwisho kabisa ambayo ni namba nne, tutaweza kuelezea mavazi ya kanisani ambayo ni church. Kwa majina anaitwa Latifa Isa au unaweza ukaniita Madam T, vile ambavyo utakavyokuwa unapenda, unaweza ukaniita mimi. Ni fundi lakini pia najishughulisha na swala zima la kufundisha watu kuweza kushona uweza kubuni mambo mengi ya kuhusu fashion. Kwa wewe ambao unajifunza unahitaji kujua mambo mengi kuhusu fashion, naomba tu niandikie comment yako hapo chini uniambie unataka kujifunza kitu gani. Una kitambaa chako kimekaa kabatini muda mrefu hujui jinsi ya kushona? Wewe, wewe ni fundi, umeletua vitambaa vinne dukani kwako vitambaa vitatu, lakini mtu amekuambia nichagulie. Mshono niandikie comment hapo nitaweza kukuhusu fundisha jinsi gani ya kuweza kushona kudizaini mshono mmoja mzuri sana na kuvutia ili uweze kuleta wateja wengi dukani kwako. Na kama ndio mara yako ya kwanza kuangalia video hii, naomba tu bonyeza maandishi ambayo imeandikwa subscribe yako chini ya hii video ili usipitwe na video zetu kila tunapokuwa tuna upload video. TZ Fashion, tuna upload upload video. Fashion video za mishono mizuri ya kisasa inayotoka na kupendwa na wateja wengi sana. We ndio tunaweka hapa. Kama una mshono huko ni wa zamani, una mshono mpya ambao TZ Fashion hatujauweka, tuandikie comment hapo ili tuweze kuleta huo mshono ambao we mwenyewe unautaka. Na tukianza na mshono wetu wa kwanza ambao ni mshono wa vacation. Mshono huu hata kama mfano unaopiga ukiwa studio, hakikisha kwanza vazi lako linakuwa linampasuo ndio inapendeza sana katika vazi la vacation. Vacation inataka mpasuo, vacation inataka kitovu kiwe wazi, lakini pia vacation inataka mgongo uwe wazi, kipochi simple na kofia. Ukipiga picha hiyo, hata mtu ukimwambia mimi niko kwenye nienda vacation, mtu atakuwa ataweza kukuamini moja kwa moja, lakini pia katika yule ambaye anaweza kukupiga picha pale, unamwambia bwana, mimi nataka hii picha iwe katika mfumo wa vacation. Kwa hiyo yeye mwenyewe anaweza kuedit ile picha yako, na ikakaa vizuri sana, na mtu akajua ni kweli ulikuwa vacation. Ama ubora zaidi, ukishapiga picha kama hile, pigia sehemu ambazo ziko beach, ndio zinapendeza sana. Maboti yetu ya Kiswahili, unaweza ukapanda hata boti la Kiswahili ukiwa umeika zako nne, ili tu kuweza kutamanisha mtu aweze kukuangalia kwele huyu mtu aliweza kwenda vacation, ukagusa na maji ukayashika, ile inakuwa ni vizuri zaidi na inapendeza sana. Tukienda katika sehemu yetu ya pili, ambayo ni mishono ya, ma, mishono ya mabaibui au tunaweza tukasema mishono ya Kiislamu. Haya ni mishono ya Kiislamu ambayo mara nyingi hayanaga mambo mengi nakuta tu mtu anaweza akavaa buibui lake na mtandio, lakini sana sana unaweza ukashika tasbii, unaweza ukashika masafa, au unaweza ukaweka na mkeka pembeni, ili mtu ajue kabisa kwamba wewe umeweza kupiga hii vazi ukiwa sehemu kwamba unafanya ile ibada lakini unaweza pia ukapiga picha hii ikiwa haina chochote, na inapendeza sana ikiwa background yako inakuwa ni nyeupe. Inapendeza sana na inavutia sana. Tukienda katika namba yetu ya tatu, kidogo itakuwa na mambo mengi: vazi zima la ofisini. Mavazi ya ofisini yanakuwa yana, yaani, mavazi ambayo yanakuwa yana vitu vingi sana, kwa sababu kila ofisi inakuwa ina sare unakuta baadhi ya ofisi zinakuwa zina sare, unaambiwa mtu vaini suruali au sketi nyeusi, juu tutawapeni tishiti zetu au juu mnavaa tishiti nyeupe au kijivu. Ndio, zina mara nyingi zinakuwa hivyo. Au nyingine mtu anakwambia mimi nataka mvae nyekundu, lakini rangi nyingi ambazo zinapendeza sana katika ofisini ni blue, inapendeza sana kijivu inapendeza, nyeupe pamoja na nyekundu. Na zote ukifuatilia katika video zetu za nyuma zote nilishazielezea. Nyeupe inamaanisha usafi, blue inamaanisha utulivu, nyekundu inamaanisha upendo, lakini pia kijivu inamaanisha utanashati. Na ndio maana ofisi nyingi huwa zinapenda sana kuvaa rangi hizo na zinakuwa zinapendeza. Kwa hiyo hata kama unaopiga ile picha yako unavaa vitu vyako vikiwa vya juu juu ili uweze kuvutia zaidi, au unaweza kuvaa tu simple na ukapendeza sana. Tukimalizia na sehemu yetu ya mwisho ambayo ni nguo za church za kanisani, nguo za church za kan nisani zinajulikana sana sana, ni magauni ambayo ni ya mwamvuli na yanapendeza, lakini siku hizi t tumeendelea zaidi. Mtu anavaa tu gauni lake la penseli na anakuwa anapendeza sana. I hope katika video hii utakuwa umejifunza namna gani ya kuweza kuvaa nguo zako za kupiga picha, au picha zako za vacation, au picha zako za photo shooting, picha zako za mnato, na ukapendeza sana. Asanteni sana kwa kuwa pamoja na mimi mwanzo hadi mwisho wa video hii. Sina mingine zaidi ya kuambiani kwamba